Jambo akasema, uwezo uliotajwa uliotajwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni azad warahila ni kuwa mtu ana uwezo wa kununua tiketi kwa mfano hivi sasa, na kuwa ana uwezo wa masurufu ya kutumia akiwa njiani, akiwa kule hija na akiwa na uwezo wa kuwaachia watoto wake hapa nyumbani, ndicho alichokizungumza Allah Subhanahu wa Taala. Haina maana ya uwezo wa hapa ni matajiri. Na watu wengi tunasema kwamba iya hija hii hatuna uwezo, kwa sababu ni ibada ya matajiri, lakini hilo si sawa sawa. Miongoni mwetu tuna mipango mizuri tunaifanya hapa, mtu anaweza akajenga nyumba ya kwanza akajenga nyumba ya pili, akajenga nyumba ya tatu. Si kwamba hizo zote anazijenga kwa, kwa wakati mmoja, ile mipango yake tu kwamba anaweza akaweka kidogo kidogo, baadaye akafikia mahala akajenga nyumba ya kwanza, akajenga ya pili na akajenga ya tatu. Hija nayo inatakiwa iwe katika mipango yako. Hili jambo ulione ni jambo la kwako. Weka kibubu chako kama ulivyoweka kibubu kwa ajili ya kujenga nyumba yako, unaweka kidogo kidogo mpaka unafikia muda, una uwezo sasa wa kwenda kutekeleza ibada hii ya hija. Ndugu zangu Waislamu, yoyote ambaye mwenye nia ya ukweli, ana azma ya kweli, basi kwa kuweka akiba kidogo kidogo, anaweza akatekeleza ibada ya hija. Wala hakuna pesa ambazo utazipata zimeandikwa hija au zimeandikwa nyumba. Pesa ni ile ile, isipokuwa uwe na azma, uone jambo hili ni jambo lako, uweke nia ya ukweli. Ukiwa na nia ya ukweli, basi utakwenda kutekeleza ibada ya hija. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu ametutaka twende tukatekeleze hija kama mtu atakuwa ana uwezo na hakwenda kutekeleza ibada ya hijja atakuwa amefanya makosa makubwa. Sayyidina Umar alivyomfahamu Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalama katika mafundisho yake, wale ambao hawatekelezi ibada ya hijja na hawana uwezo eh, hawana, wa, wa kutekeleza, aliwahesabu kwamba si Waislamu na katika wakati wake ilikuwa anawapeleka watu katika mikoa mbalimbali kwenda kuwaangalia watu gani wana uwezo wa kuhiji, wana uwezo wa kupata masurufu, wana uwezo wa kupata kipando na hakutekeleza ibada ya hija. Akiwakuta watu wa aina hii, anawaambia hawa wanatakiwa walipe kodi kama wanavyolipa watu wengine wanaoishi katika nchi ambazo za Waislamu. Kwa kawaida, watu ambao wanaishi katika nchi za Kiislamu wanatakiwa walipe kodi. Sasa wale ambao walikuwepo pale, ambao wanadai ni Waislamu na hawakutekeleza hija, wanatakiwa walipe kodi. Kwa nini? Umar alisema kwamba hawa si Waislamu, mahum bi muslimin, hawa si Waislamu. Hivi ndivyo masahaba walivyomuelewa mtume sallallahu llahu alaihi wasallam. Na sisi miongoni mwetu wapo mwingine anapanga tu kwamba ah, mimi labda mwakani bwana, ah, mimi bwana sijamaliza mambo yangu. Hujamaliza mambo gani? Ni hatari, kwa sababu uhai upo katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, yule mshairi mmoja Abu Tamam anasema wewe unaopanga mipango kwamba labda nitakwenda mwakani, nitakwenda mwaka ujao, anasema innal manaya irat au wa ara lmanaya irat bika shaybatan jaalatka marma nabliha lmutawatir, kifo kikiona kwenye kidevu chako kuna alama ya nywele nyeupe au katika kichwa chako basi huwa kinajaalia ndiyo mahala pa kuelekeza ule mshale wake ambao haukosi. Maanake kila siku kinakuelekezea hapa. Kama ndugu yangu pa Saimu Gwao, kidevu chake kimechafuka kwa nyele nyeupe, basi pale, maana yake kila siku anakuwepo katika e, kufuatiliwa sasa. Unaosema kwamba mimi bado mipango yangu labda mambo yangu sijamaliza, inaweza ikakukuta ajali ikawa umeondoka katika ardhi na haujatekeleza ibada hii, ukafa hali ya kuwa si Muislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema, man malaka zadan wa rahilan tuballighu ila baiti llahi lharam wa lam yahujja fala alayhi an yamuta yahudiyan au nasarania, anayemiliki zat masruf na ana uwezo wa kumiliki ticket ambayo inamfikisha kule Maka, alafu yeye hakwenda kuhiji basi, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema achague dini yote anayotaka kufia, akitaka afe mgaratia. Mgaratia mnamfahamu, mnasara. Afe mnasara au afe Myahudi, lakini huko kwenye uislamu hana nafasi. Kwa hiyo, jamaa zangu, ndugu zangu Waislamu, ibada ya Hija Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala ameifaradhisha kwetu tukahiji, na hakuweka masharti kwamba yule anayetakiwa hiji awe ni tajiri. Kasema ni istitaatu. Hata kama unaishi katika nyumba ya kupanga, bado unawajibika kwenda kuhiji. Kwa hiyo tujitengenezee mipango mizuri, tuwe na azma ya kweli ili tuweze kwenda kutekeleza ibada hii na tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe uwezo na nia ya kweli ya kwenda kutekeleza ibada ya Hija. Rabbana taqabbal minna innaka anta s-samiu l-alim watub alaina innaka anta t-tawwabu r-rahim. Allahumma arzuqna ilman nafia wa rizqan wasia wa shifaa min kulli dhain